Nam, karibu kwenye gumzo la Ghassani Updates, na tunaelekea tena visiwani Zanzibar, kisiwani Unguja mara hii ambako mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman leo hii Jumanne ya Novemba 18, 2025 alikuwa na mazungumzo na viongozi wa ngazi mbalimbali wa mbali mikoa ya kichama Kaskazini A na Kaskazini B wa kisiwani Unguja. Mazungumzo hayo ambayo ni mwendelezo wa ziara zake za Unguja na Pemba yalilenga katika kuwashukuru wananchi, kusikiliza mtiririko matuki wa matukio ya uporaji wa mchakato wote wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni nchini, pamoja na kutoa msimamo na mwelekeo wa chama chake. Yalifanyika kwenye kati tofauti katika ofisi za ACT Wazalendo za Shangani, Ngokotoni na akiomba mvua huko Bumbwini. Akizungumza mbele ya mamia wanachama, wapenzi pamoja na viongozi hao, Othman Masoud Othman amesema chama chake hakioni haja ya madaraka wakati ambapo umma na ulimwengu wote ukishuhudia dhulma, wizi na uporaji wa uchaguzi, hali ambayo inadhoofisha heshima na murua wa nchi na taifa kwa ujumla. Amesema haiwezekani katu kwa viongozi kujiweka madarakani kupitia wizi wa kura, uporaji na udanganyifu dhidi ya maamuzi ya wa wananchi walio wengi, kisha nchi au jamii ikaafikia maendeleo ya kweli. Kiongozi amefahamisha kwamba kwa upande wake chama chake pamoja na matarajio ya umma ya wananchi hapa visiwani Zanzibar, uchaguzi wa Oktoba mwaka huu haukuwa kwa ajili ya kushiriki na kutafuta njia ya kuvihusisha vyama vya siasa serikalini, bali dhamira kuu ilikuwa ni kuweka misingi ya kusaka haki na heshima kwa ajili ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Ameongeza na hapa namnukuu: kwa mantiki hiyo, ndugu zangu, tuelewe na hapa naomba tufahamu kwamba safari ya kupigania haki na heshima ya nchi yetu sasa ndio kuanza, inaanza na sio kumekamilika. Ameeleza kwamba pamoja na hatua ambazo ameanza kuzichukua katika kupigania haki ya wananchi iliyoporwa, chama chake kimeamua kutumia njia za kistaarabu na ikishindikana tena kushauri umma lipi la kufanya. Aliongeza na hapa na mnukuu, kwanza tumeamua kutumia mlango wa sheria kwa kufungua kesi ya kudai haki yetu mahakamani. Amesisitiza kwamba ahadi ya kuwashirikisha wanachama na wananchi katika hatua wa zote ipo pale pale. Amebainisha kwamba hatua za harakati zote hizo zinahitaji zaidi subira na mshikamano wa makundi yote, pamoja na kusikiliza maelekezo ya viongozi wao. Aidha, amesema kwa sasa hawapo katika kuzungumzia juu ya kuingia au kutokuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa kwani msingi wa yote ni hatima ya nchi na heshima ya watu wake pamoja na kurudisha ufalme wa wananchi wenyewe. Akitoa salamu zake kwa wanachama wapenzi na wafuasi wa chama hicho makamu mwenyekiti wa ACT wa Zalendo Zanzibar Ismail Ju Saladu alisema kwamba nguvu moja, ahadi ya kweli na mshikamano wa wananchi wote ndiyo mambo yaliyopelekea kuwaduaza watawala vyombo vyao, na hadi sasa wakiwa wanajiuliza juu ya fedheha na aibu kubwa iliyowapata. Huku wakiendelea kulaumiana, naye naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo visiwani Zanzibar, Omar Al Shehe, alieleza msimamo wa wananchi kuwa wana mapenzi hamasa na matumaini makubwa na kwamba hawawezi ukawatamaa, wataendelea kupambania haki wao na viongozi wao wa ACT Wazalendo hadi pale haki na heshima ya nchi itakayopatikana. Baadhi waliokuwa mawakala pamoja na viongozi wa majimbo ya Nungwi, Kijini, Mkwajuni, Tumbatu Chaani, Bumbwini, Donge na Mahonda wameelezea hadhara hiyo juu ya mchangamoto na namna ambavyo walishuhudia matukio ya uporaji wa kura, wakitaja vitisho, vipigo dhidi ya mawakala wa upinzani, ubabaishaji wa matokeo sambamba na maafisa tume wa tume ya uchaguzi kuwa sehemu ya wahujumu ambao kwa kiasi kikubwa wakitokea katika vikosi vya serikali, namna walivyokuwa wakiingiza kura za wizi na kukimbia na fomu za matokeo.